Karibu, nani naoko wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Hapa mi napatikana mbao kwa Singida iko hapa mirungu mbele, songa mbele. Swali langu napenda kumuuliza mkuu wa mkoa, sisi tuliandikisha tarehe ngapi kupata nida, sasa ku sijui pale nida inaweza ikatimika na enyewe katika kupiga kura au yenyewe haihelusiwi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili swala so, la nida limekaa ile kwa jiafanuzi Nianze kwanza na yule mwananchi ambaye alinifurahisha sana, alihamasika, anasema kwa mfano nimeumwa, niko hospitali. hey, hey, yeah. Ninakuaje? hmm. na mimi nataka kupiga kura hmm. tena ameongea moja kwa moja, nataka kumpigia kura mama Samia. yeah. mimi niseme nimemsikia. hmm. Uh, zipo changamoto kama hizo ambazo zinajitokeza. hata kuna wenzetu wengine wako magerezani, wengine wako wapi. Mimi naomba nilichukue, nitakaa na kamati yangu ambayo inaratibu shughuli zote hizi yeah. kuona kwamba kama je tumeweza kufikiria hilo kama hatujalifikiria, tuna wakati mzuri wa kutosha na kuweza kuratibu, lakini sitamani waumwe Wanasingida, natamani, na tamani wote wao wazima, siku hiyo tuende tukapige kura. Uh, kuna ujumbe pia kutoka kwa wasikilizaji uh, naitwa Tobias Mwanakatwe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umesema katika zoezi hili la pili unatarajia kuandikisha watu elfu hamsini na mbili. Je, idadi hii itakuwa imeongezeka ukilinganisha na watu walioandikishwa uchaguzi mkuu ambao umefanyika ishirini ishirini? Tunapoenda kuandikisha na maana yake tunaboresha kwa maana kwanza, tuna wale ambao wamegraduate kwa maana ya umri, sasa wamefikia miaka kumi na nane na kuendelea, ambapo ishirini ishirini walikuwa hawajatimiza umri huo. Lakini mm -hmm. katika maeneo yetu tuna wahamiaji, wanakuja kuwa wakazi wa kawaida. Mfano nijichukulie mimi mwenyewe, wakati tunaandikishwa nilikuwa Dar es Salaam, lakini sasa niko wapi? Ngida, Singida. kwa hiyo mm -hmm. nimejiandikisha tena wapi? Singida. mm -hmm. kwa hiyo tunakava mambo kama hayo. Kwa hiyo lazima kutakuwa na ongezeko, kwa sababu watu wanaongezeka kwa maana ya umri, lakini watu wanaongezeka kwa maana kwamba wengi wamehamia lakini watu wanaongezeka wengine kwa maana ya kuhamasika. Wakati ule labda hajajiandikisha mwaka huu amehamasishwa, amehamasika na kuja kujiandikisha tena. Kwa hiyo maoteo, ndio maana mara nyingi tunaweka maoteo, lakini wakati mwingine maoteo yanaongezeka. Kwenda kujiandikisha ni muhimu kwa sababu ndio pasipoti yako yawe kupiga kupiga kura. Yaani kama unasema kwamba unataka usafiri lazima uwe na pasi ya kusafiria. Mm. Kwa hiyo tunataka kwenda kuchagua kiongozi. Kile ndio kibali chako cha wewe kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Kwa hiyo usipokuwa nacho muda ukafika ukatamani kwenda kumchagua, halafu huna hicho kitambulisho cha kupiga kura na maana umepoteza haki yako ya msingi ya kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwakumbushe ni na nafurahi sana kuwasikia viongozi wengi wa maeneo wengi tayari wameanza kuhamasika na kuhamasisha watu wao. Wote tuhamasishane, twende tukachague viongozi wetu na unajua kuna raha yake kwamba nilienda nikapiga kura mm. Nimempata kiongozi naye mtaka, na mimi nimeshiriki, ni sehemu ya. Lakini pia nilienda nikapiga kura, sikumchagua kwa sababu ya mapungufu yake. Kwa hiyo yale matokeo mtu anaona asilimia tisini, wameniunga mkono, kumi labda bado sijawafikia katika. Kwa hiyo mimi naomba watu wote wajiandikishe, wajitoe, twende tukawachague viongozi wetu. Kubwa mimi napenda tu tuendelee kuchapa kazi, amani yetu iendelee kudumu. Lakini kama mnavyonipongeza mimi, na mimi nawapongeza na sana wananchi wote mm, kutoka makundi mbalimbali mbali ya mkoa wa Singida. Hakika kwa kweli meimosi, waliitendea haki wote tulishiriki, kila mtu katika kitengo ambacho yupo. Niliona watu wanashiriki kikamilifu kutoka chini, mama lishe wametulisha sana katika kipindi hichi, mpaka mm, wale walioko juu kwenye mahoteli wamelaza wageni wetu bila malalamiko yoyote. Ta, kwa kweli na mimi nawapongeza viongozi wenzangu wa chama na serikali, nawapongeza wadau kama nyinyi watu wa habari, yani mlifanya kazi nzuri kweli kweli. Yaani kila mtu alikuwa akinipigia simu, jamani, hmm. nchi imesimama kwa ajili ya Singida, lakini isingesimama kama sio nyinyi kuitendea haki. Kwaona mimi nawapongeza sana, mlilibeba jambo letu, limeenda vizuri sana.